Katika msitu wa Kahe, wilaya ya Moshi, mamia wa wananchi, vijana na wadau wa mazingira wameungana kwa lengo moja, kupanda miti elfu 49. ni sehemu ya kampeni ya twende Butiama 2025 yenye lengo la kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupitia matendo ya uhifadhi wa mazingira. lengo la kufocus zaidi kwenye eneo hili kama tunavyojua, tuko kwenye bezi ya mlima Kilimanjaro na lengo kuu ni kurudisha na kuboresha ekolojia ya mlima Kilimanjaro ambayo tunajua kabisa ni chanzo cha mto Pangani na mito midogo ambayo ina umuhimu sana katika maisha ya jamii ya wananchi wanaoishi katika mikoa ya Kilimanjaro, Uh, Manyara pamoja na mkoa wa wat, Tanga. Kampeni hii inayoratibiwa na kampuni ya mawasiliano Vodacom Tanzania kwa ushirikiano na benki ya Stanbic imegeuka kuwa darasa la uzalendo na ukumbusho falsafa za Mwalimu Nyerere kuhusu kulinda rasilimali za asili. Uh, sisi kama Vodacom kwa ushirikiano na Stanbic kupitia kampeni ya Twende Butiama, kuna miche 49 ambayo tumeweza uh, kushirikiana ku, ku, ku, uh, kuipanda lakini pia kwa ujumla kwa kampeni nzima kama Vodacom uh, Tanzania foundation pia tuna jumla ya miti elfu 80. Unaweza kuona kwamba katika kampeni hii mpaka tunakuja tunamaliza, maana yake tutakuwa na jumla ya miti elfu 80 ambayo itakuwa imepandwa. Eh, mahali hapa zaidi ya miche elfu 49 imepandwa katika eneo hili la Kahe, likiwa mwanzo wa safari ya kupanda miti milioni moja na nusu katika ukanda wa bonde la Pangani. Leo tunakabidhi rasmi miche elfu 49 ambayo itaendeleza dhamira tuliyoianza ya kulinda mazingira, kuimarisha maisha ya jamii na kuendeleza Tanzania yenye kijani kibichi kwa vizazi vijavyo. Kupitia ushirikiano wetu na Vodacom Tanzania, tumejifunza jambo muhimu moja muhimu. Yaani maendeleo ya kweli hujengwa kwa umoja, ushirikiano na matendo. Kwa Vodacom huu ni mwendelezo wa miaka 25 ya uwekezaji katika miradi ya kijamii yenye lengo la kuleta mabadiliko chanya kwa watu na mazingira. Sote tunafahamu kwamba uh, utunzaji wa mazingira uh, ni kitu ambacho Uh, sisi kama Vodacom na jamii kwa ujumla tunaitilia kipaumbele kwa sababu tunaamini, uh, mazingira ukiwa, uh, na mazingira safi na bora na salama, maana yake pia hata watu wake pia ambao wanazunguka hayo maeneo pia wanakuwa na ustawi vile vile. Kwa hiyo tunapenda pia ku, kuimiza uh, utunzaji wa, wa, wa miti ambayo tutaenda ku, ku, uh, kuipanda uh, jamii nzima ambayo inazunguka hapa kwa sababu hilo ndio uh, uh, kipaumbele cha kwanza eh, baada ya sisi kumaliza shughuli ya kupanda. Lakini pia kama tunavyofahamu kwamba uh, shughuli za kibinadamu eh, kama uh, kilimo, lakini vile vile E, mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa pia ni chanzo kikubwa sana sana cha uharibifu wa mazingira. Kwa wakazi wa Kahe, juhudi hizi ni matumaini mapya kwa msitu ambao ulikuwa unapoteza uhalisia wake kutokana na uharibifu wa kibinadamu. Changamoto ambazo zinakuwepo kwangu. Kwanza <coughs> ni msitu kupoteza uasilia wake. Na changamoto zenyewe zinatokana na mifugo, zinatokana na watu. Na hata sehemu zingine ni mafuriko. Katika falsafa za Mwalimu Nyerere, maendeleo yanahitaji heshima kwa mazingira, na hapa Kahe, roho hiyo ya uzalendo inaendelea kuota mizizi upya. Kwa kila mche unaopandwa, ni ahadi kwa Tanzania yenye kijani kibichi. Dickson Busagaga, Clouds TV, Moshi.